Nchini Kenya, raia wawili wa Ubelgiji na mmoja wa Vietnam na wengine wa Kenya, ambao Jumatatu ya wiki hii walikiri mashtaka ya kumiliki na kusafirisha kinyume cha sheria wanyamapori hai, watafikishwa tena mahakamani tarehe 23 mwezi huu wa Aprili. Wasafirishaji hawa haramu wanne ambao kwa sasa wanaendelea kuzuiliwa walikamatwa wakati wakijaribu kusafirisha maelfu ya muchwa kutoka nchini Kenya kwa ajili ya kuwauza katika masoko ya kigeni barani Ulaya na Asia. Wanatarajiwa kuhukumiwa kwa kosa la kusafirisha wanyama pori katika kesi iliyotajwa kuwa hatua muhimu katika vita dhidi ya uindaji haramu na usafirishaji wa wanyama pori. Shirika la wanyamapori nchini Kenya KWS, lilisema mamlaka ilinasa chungu ya malikia hai ikiwa ni pamoja na aina inayohitajika pakubwa ya Mensa Cap Halots, ambayo pia inajulikana kama Giant African Harvest Ant iliyofichwa kwenye mirija ya majaribio na sindano. Ingawa baadhi ya watu wanaweza kuona mchwa kama kero inayoharibu mazingira, wapenzi wa wanyama katika mataifa ya kigeni wanafurahia kuwaweka katika maeneo yaliyo wazi, ambapo wanaweza kuwatazama wakijenga sehemu zao za kuishi. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters lar mamlaka ilinasa muchwa takriban elfu tano waliokuwa wakipakiwa kwenye makonteina elfu mbili mia mbili na arobaini na nne yenye thamani ya takriban shilingi milioni moja za Kenya sawa na dola elfu saba na mia nane. Vyanzo kadhaa vya habari katika biashara ya muchwa ambavyo havikutaka kutajwa kwa sababu za kiusalama vilisema wauzaji wa nyamapori hao walihitaji leseni kutoka KWS na cheti cha afya ili kusafirisha muchwa hao. Vyanzo hivyo vya habari viliendelea kusema aina hao wa muchwa ambao wanapatikana nchini Kenya walikuwa wanahitajika sana na ni vigumu kuwapata. Shirika linalojihusisha na, na usafirishaji wa mchwa hao lenye makao yake nchini Uingereza lilikuwa limeorodhesha bei ya mchwa hao mmoja akiwa dola 132 ingawa limesema halina muchwa hao kwa sasa.